Bwana mtazamaji wa Nditi Online TV nakuletea nyingine hii hapa eh, kubwa kuliko. Nzuri kabisa nafasi ya kumi kwa ubora hapa duniani toka mpira umeanza kuchezeshwa yani. Meelewa, eh? Pedro Proenka yeye ye ni mreno lakini kaanza kucheza mpira mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane akastafu mwaka elfu mbili na kumi na tano lakini kabisa kacheza ile premier liga pale Hispania, kachezesha eh, yuro elfu mbili na kumi na mbili vilevile, kasha kucheza fainali ya, ya, ya klabu bingwa ya, ya, ya Ulaya elfu mbili na kumi na mbili yuro elfu mbili na kumi na mbili na kombe la dunia elfu mbili na kumi na nne hizo ndo fainali ambazo kupoa kipenga fachza. Fainali namba 9 yuko Victor Kasai. Yeye ni ai Slovakia, kaanza kucheza mpira mwaka 1990 mpaka elfumbili na kumi na tisa kachea ligi yes, ya, ya, ya palesvakia penyewe akigimashia mengine anachezesha huu bwana ni kombe la dunia 2010 Afrika Kusini, Euro 2012, Euro 2016. Fainali aliochezesha ni fainali ya Champions League 2011, unaona eh? Nafasi ya nane yuko Sandor Puhl eh, sa, Sandor Puhl yeye ni Mhungari lakini huyu jamaa akaanza 1988 mpaka mwaka 2000, machi ndio aliochezesha ni ligi ya pale pale nyumbani kwao, yani Hungary, lakini kaja mashindano ya kimataifa ni Euro 1992, kombe la dunia 1994 sawa eh? na Euro 1996 lakini fainali anaweza kushika ni, ni, e, la na na ni, na ni ligi ya Uingereza yenyewe kachezesha, na ligi nyingine mbalimbali, lakini jamaa kashapoa finali ya E, ya 2008 ilikuwa ni ya ligi pale pale Uingereza kasha ipewa unaona, nafasi ya sita kwa Kim Milton Nielsen, urefa ni maarufu sana na watu wengi wanamfahamu. Kaanza kucheza 1976 mpaka 2006. Kashisha ligi kuu ya, ya, ya pale pale Denmark, baadaye o kimataifa kachezesha Euro 1996 alipo filimbi, Afcon ya Afrika mwaka 1998 alipo filimbi, Kombe la Dunia 1998 alipo filimbi, Euro 2000 alipo filimbi ipo filimbi lakini finali kashasha finali ya UEFA Cup eh, eh, lakini vilevile ilikuwa ni mwaka 1994 UEFA Cup, lakini 2004 alikufuchesha Champions League, finali ya Champions League. Alipewa yeye. Haya, unakuja Mark Clattenburg, yeye ni Mwingereza, ameanza 1990, akastaafu 2019, ligi kuu ya Uingereza kachezesha michuano ya kimataifa ni Euro ni elfu mbili na kumi na sita fainali aliopewa ni Champions League elfu mbili na kumi na sita na Euro elfu mbili na kumi na sita zote alicheza yeye. Unaelewa? Namba nne yuko Nicola Rizzoli, yeye jamani muitaliano. Alianza elfu mbili na saba mpaka elfu mbili na kumi na saba, miaka kumi kachisa siri A. Lakini michuano ya kimataifa kachisa ni Euro elfu mbili na kumi na mbili, elfu mbili na kumi na nne kombe la dunia Europa elfu mbili na kumi E, Champions League 2013 finali hizo na, na, na kombe la dunia alishapoa, finali hizo za yani mechi za mwisho ndio hizo alizochezesha yeye. Alafu kuna mtu anaitwa Howard Webb, huyu ni Mwingereza, mnamkumbuka wa jamaa, kaanza kucheza 89, akastaafu kucheza mpira 2014, kisha ligi kwa Uingereza, e, Euro 2008, e, kombe la dunia 2010, lakini finali alizopewa ni finali ya ligi ya mabingwa 2010 na finali ya kombe la dunia 2010 alipoa yeye nafasi ya pili kwa Marcus Mack, ni Mjerumani 5 2008 akacheza Bundesliga, lakini mechi za kimataifa ni Euro e, 2003 e, e, e, e, na Euro 2004, finali. So, nambari moja jiko Pierluigi, e, Collina jijikolina bwana e, yeye ni Muitaliano, lakini kachezesha, kaanza elfu moja mia tisa themanini na nane mpaka elfu mbili na sita Ligi ni Serie A ya pale ya pale, ya pale e, Italia. Mashindano ya kimataifa ni Euro elfu moja mia tisa tisini na sita kombe la dunia elfu moja mia tisa tisini na nane kombe la dunia elfu mbili na mbili Euro elfu mbili na nne lakini fainali aliza kuchezesha ni Champions League 1999 na kombe la dunia eh, la 2022. Yeye alishapua filimbi achezeshe. Ebwana, tukutane wakati mwingine. Majina yangu ni Silas Fosti Nditi.